Tulikuwa na kongamano la wachungaji na maaskofu ambapo tulikuwa tunajifundisha vile tunaweza kuleta makanisa yetu pamoja kuwa na sauti moja na vile wanaweza kuwa na maono ambayo itaguza kila sehemu ya mwanadamu na nchi yetu yote kwa jumla, na haswa katika diocese ya Bungoma. Elekeza likizo ndefu ambayo litachukua zaidi ya miezi miwili na watoto wengi wanafunga mashule high school primary school. Naomba tu wazazi wakuwe karibu na watoto wawasaidie, but wakuwe na vitu ambavyo watoto wanaweza kuhusika ndani, vitu ambazo zinaweza kuwaweka busy ili wasiweze kupatikana wakiingilia mambo ya madarati na madawa ya kulevya na vitu zingine. Wazazi lazima waweke mkono wao kwa watoto, kwa kisha watoto kuakisha kwamba mahali ambapo watoto wanaenda wamejua watoto wanajishughulisha na kitu gani. Kwa hivyo, hii ndio naomba tu mpangilio ya kufanya watoto wakuwe na vitu ambavyo watahusika nazo ndani, ili wasibaki tu wakikaa bila kazi yote ambao wamepewa ama vitu amba kufanya mtihani ya kitaifa. Sisi tunaomba ya kwamba vile vitu ambavyo mmefundishwa kwa muda hii mmekuwa shuleni, mkue tulivu na mnaweza kufanya hiyo mtihani kwa makini, kwa sababu mtihani inaamua vitu vingi sana ndani ya maisha yako. Kwa hivyo unapofanya ufaulu hii ndio itakuruhusu uende kwa kiwango kingine katika maisha yako. Kwa hivyo tunaomba wanafunzi wakuwe makini. Pili, wazazi waombee watoto na no, watie moyo. Kila mtu ako na kipawa chake, wanapoenda pale waelekeze, ili waweze kufaulu kwenye masomo, masomo yao. Kile kitu ambao tunaomba, kwa sababu tunapokuwa katika uh, kuomboleza kulingana na mila na sisi, kila kabila ya Kenya iko na mila, na lazima tuheshimu mila. Mila ya Wajaluo, ambapo awafoma Prime Minister anatoka, wanataka na waomboleze kwa mwezi mmoja. Kwa hivyo matamshi na ile kung'ang'ana watu kutaka vyeo, watulie waomboleze mwezi mmoja. Ikikwisha, watu wakimaliza wakae chini, wazungumze. Sisi tunapenda taifa letu nataka kila kiongozi aone mahali vile tunaweza kukaa pamoja na tufanyie pamoja, ili taifa liweze kuwa pamoja na liende mbele. Chungu na tena ana huzuni, na kwa hivyo tunahitaji tu faraja kutokana na kuondoka kwa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hivi majusi, na kama taifa tumekosa mtu mkubwa mtu ambaye amekuwa na umaarufu mtu ambaye aliweza kupigania uhuru wa wanadamu wote, na tena ni mtu ambaye ameweza kuwaleta Wakenya na kuwatoa katika misingi ya kikabila na katika maeneo mbalimbali humu nchini na kuwafanya kuwa taifa moja. Kwa hivyo, ni jambo ambalo tunazidi kuliombea kama kanisa, ya kwamba iwe fursa kwa kila mwanasiasa na iwe fursa kwa kila Mwanakenya kuanza kujifunza kuwa ya kwamba kujitolea kufanya kazi kwa ajili ya taifa, ujenzi wake, maendeleo na kuhudumu, kuwa wazalendo walio waaminifu, bila kuharibiana sifa na kuharibu yale mambo mazuri ambayo baba zetu waliweza kujenga katika nchi hii, itakuwa ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo hakuna jambo tunaweza ongezea ichapokuwa, uh, sisi ni kuwasihi, siwe ndio nafasi ya watu kuanza kung'ang'ania mamlaka na watu na mambo mengine. Iwe ni jambo la kuomboleza na kisha tuende kazini, ili tuweze kujenga taifa letu la Kenya. Maoni ya kanisa, uh, kwa sababu wakati ambapo kanisa linazungumza inakuwa ni hatia kubwa, uh, lakini bado mnakuja kutuuliza tutoe maoni maoni yetu saa zingine huwa hayakubaliki. Mimi nataka kumshukuru rais wa jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa hatua aliyochukua ili aweze kumpa nafasi e, mzuri a, ya kijeshi na tena ya kitaifa Masiko, ambaye aliweza kuweka rasilimali za nchi hii na hata kwa matibabu ya mwenda zake, alionyesha sura nzuri, alionyesha nia nzuri na ni jambo ambalo tunamuuliza tu aendelee kuwa mkarimu aina hii, ili hata wengine watakaolala aweze pia kuwatumikia kwa sababu ni wananchi wa Kenya. Hatuwezi kuona hatia yoyote kwa yale aliyoyafanya, ila tu ni shukurani kwetu kama taifa kwa rais, sio kumtunukia matusi, lakini tumshukuru. Unajua kitu kimoja ambacho wakenya hawajajifunza ni kuwa na shukurani mm. Wamekuwa ni watu wa mdomo mdomo na mambo mengi, na kila mmoja akingang'ania nafasi ya kujinufaiza mwenyewe, lakini kusema tu asante kwa jambo moja mbili hawaja kuwa nalo. Kwa hivyo sisi tunataka kila mkenya aweze kuwa msalendo kamili na awe Mkristo ambaye amekomaa katika masuala ya kiroho ambayo inaweza kumwelekeza kutenda yale ambayo yanahitajika kama taifa.